Lakini kwa upande pia inasemekana hata baadhi ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote, kwa mfano enzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, eh, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa bunge na madiwani. Sasa, kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms, na ndio maana hawakushiriki uchaguzi hilo, hilo unaweza mwisho kuna debate kwangu kwa mimi. kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano umesema sio maandamano, kwa kweli ukiangalia uharibifu wa maandamano, unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo mia sita plus vinachomwa magari, pikipiki yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maa pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu, lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana aljazira wanatuambia mia saba kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine Dr. Shaba aliwahi kutoa nani postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu, lakini kumbe yule mtu wakati anakuja break, mtu kama kulangu hapa ndo ilikuwa uhai wake unafikia ukomo, akakolapsa, akaanguka. Sasa yule derevo amemshtaki, baadaye ushahidi unakuja, anasema alikufa kifo cha asili, kwa sababu ndo muda wake ulikuwa umefikia huko ngapi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu na shukrani nyingi, hayo ya kwangu yalikuwa ni matatu, niombe uturuhusu hata wengine wenzangu tuulize kwa raundi moja tu, tukimaliza tukimaliza tuendelee. Nadhani tusizidi wazungumzaji watano, si sindio? Na nitataja majina alafu tutafanya jinsia Jesse. Ah, Mzee Salim usinishawishi kwa sababu umekaa <laughs> ah, hapa aya ah, ah, Mzee Salim nimeambiwa ni Hamidi eh, ah. Yeah. kikeke ah, mbona napata changamoto haya, tutamalizia na meena kwa raundi hii mheshimiwa ma, waziri mkuu ni Esther, ni Hilda, maana nasikia Hilda basi Esther. Sasa naomba. Ah, kuna moja senior senior sana, Mama Eda Sanga, nitakuwa sijatenda haki tukimruka Mama Eda Sanga, na nadhani ndiye aanze, alafu au wengine tutakwenda kwa taja tuta Eh, Jesse, umepoteza Mama Eda Sanga ni sini yakwako, pole. Asante sana.